Hii ni wajawema online TV, online TV. Ha, hapa ni elimu tu. Huyu jamaa akenda akamuole bibi, ndo itafaa kwa hakika. Katika uwanja huu ziko ikhtilafati ndogo ndogo za baadhi ya Waislamu, baadhi ya maulama zipo, zinajulikana. Wako waliosema mwanamke uliozini naye kumuoa. Sasa watu hawa wakiwauliza, baada ya Qurani yote hii kwama Mungu atawabadilishia ubaya wao wa dhambi awafanyie mema, sasa huyu mtu ambaye kazini naye afanye nini? Anakosa wajawabu nzito kukujibu hapa, isipokuwa akilichopokia hapa, anasema basi basi, tena akaev vivi, vivi, wutawezahv wow, vipi sasa ina maana, kama asimuoe aliozini naye, ende akamoe mtoto wa watu mpya, aliokuwa hajui machafu hata kidogo, apige hodi pahala ambapo mtoto wa watu kalelewa, hajui uchafu ule, hajawahi kufanya. Ndoa yao itakuwaje hawa watu hawa? Yule mtu kazoea mambo mengine. Toba ni kupatengeneza ulipo paharibu, na kupatengeneza kwenyewe. Kuna watu mtaani walikuwa wanajua huyu ni bibi wa fulani, hawara wake Usidhani kwamba atupokezea mtu labda wewe mchamko kweli kweli, kwamba atakwenda kutaka kumposa kwa hali ya kutaka kumooa, kila mmoja anaona kinyaa, amezinna fulani huyu, huyu ndio alikuwa mtu wake huyu. Ina maana yeye maisha yake umeharibu. Sasa ili Mungu akisamehe, ni kupatengeneza ulipo paharibu, naye ni kumuoa huyu bibi. Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qurani, alkhabithatu lilkhabithina wanawake wabaya ni kwa wanaume wabaya. <laughs> Walkhabithuna, na wanaume wabaya, lilkhabithati, ni kwa wanawake wabaya. Vilevile, watayibatu, na wanawake waliokuwa wema, litayibina, ni kwa ajili ya wanaume wema. Watayibuna, na wanaume wema, litayibati, ni kwa ajili ya wanawake wema ulaika mubarauna mima yakuluna. Kwa hivyo hapa mmeshakosea sheti, mkubali kwamba mmefanya makosa ili kujitakasa kwa Mwenyezi Mungu. Sasa sheti, mkubali kwamba nyinyi ndo wakutengeneza uchafu mlioufanya, siyoje? mwingine achukua uchafu ule? Hapana, ni wao walaoharibu ndo wakutengeneza. hii ni Wajawema Online TV. Online TV. Ha, hapa ni elimu tu